Ya kipindi cha asubuhi njema, ambapo sasa tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari viyopaka paumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo, tukianza na gazeti la Majira lenyewe limebeba habari kubwa inayosema Majaliwa amaliza utata baa la njaa Asistiza nchi haijakumbwa na njaa, akemea uzushi wenye lengo la kupandisha bei za vyakula, asema chakula kipo cha kutosha. Na habari nyingine, anasema Loasa mbunge wa kamatwa. JWTZ wajengewa chuo cha mafunzo ya kivita Bagamoyo na JPM awateua Bulembo, Kabudi, ubunge. Habari nyingine tusime ya tia fora yaongoza tena Dar, ni katika matokeo ya mtihani wa kidato cha pili na darasa la nne, habari inapatikana ukurasa wa saba gazeti la Majira. Gazeti la Jambo Leo, ukame, serikali yaamua kutathmini hali ya chakula, yasisitiza hakuna njaa ya korona, wafanya biashara yakiri kukabiliwa na ukame, yaonya wanaoficha chakula. Habari nyingine wenyeviti mitaa Dar wa Wabwaga manyanga. Bulembo, Kabudi wateuliwa ubunge. Lowassa aonja joto ya polisi Geita. Chadema yakataa ushauri wa Mkumbo. mrembo aliyesuswa apata medali kumi na moja za urembo Sri Lanka. Gazeti la Habari Leo, serikali kusambaza mahindi tani milioni moja nukta tano Majaliwa asisitiza hakuna njaa nchini nasema ni propaganda. hali ya ukame tishio, mpinga apigilia msumari wa mwisho gari zenye vioo vya giza. Na JPM awateua Bulembo Profesa Kabudi kuwa wabunge, afikisha nane wa kuwateua kisheria, bado wawili. Na habari inayopatikana ukurasa wa saba inasema, baba mwana wauawa, wanakijiji wilayani Igunga, Tabora wameua majambazi watatu kati ya watano, akiwemo baba na mwanawe. Na habari inayopatikana ukurasa wa tano inasema, shule za tusime zazidi kufanya vizuri, wanafunzi wote wafaulu kwa daraja la kwanza na la pili, matokeo kidato cha pili na darasa la nne. Gazeti la Uhuru, nchi haina njaa, hasema Majaliwa, asema baadhi ya wafanyabiashara wana ajenda ya siri. Dr. Tizeba asema kuna akiba ya chakula tani milioni tatu. Ulembo, Kabudi wa uvaa ubunge. TPA yatakiwa kurasimisha bandari bubu na DC Gabriel Sakos, ya walimu inachangia kufeli wanafunzi sisi mzanziba kuwatambua wanaokiuka maadili na habari nyingine, anasema Profesa Mbarawa. awaonya wanaoanzisha vituo vya kuhifadhi kumbukumbu. tusiime yazidi kuchachafya da ni habari inayopatikana ukurasa wa nane, habari hii ikisema matokeo ni kwamba tusiime imeongeza imeongoza katika matokeo kidato cha pili na darasa la nne kwa Dar es Salaam. Gazeti la Mtanzania, Lowassa akamatwa, ashikiliwa polisi, mabomu ya rindima, waandishi wapigwa. Habari nyingine, wenyeviti wa serikali za mitaa wabwaga manyanga. Profesa Kabudi Bulembo wateuliwa ubunge, serikali yasema hakuna uhaba wa chakula. Gazeti la Tanzania Daima, Lowassa mbaroni, aujua kwa saa tatu, waandishi wa habari wala kichapo cha polisi. Njaa yagonganisha vichwa, waziri mkuu adai hakuna njaa, waziri wa kilimo asema wilaya 43 zina upungufu wa chakula. Maaskofu mashah wasisitiza kuliombea taifa. Zitto kabwe atishwa Mgeja, CCM acheni bao la mkono. Na habari inayopatikana wa ukurasa wa nane wa gazeti la Tanzania Daima inasema tusi ongoza tena daa matukio ya kidato cha pili na darasa la nne, wanafunzi wote wafaulu daraja la kwanza na la pili. Gazeti la Jamhuri, polisi mbunge washiriki wizi wa suka racket ya mabilioni kimya kimya, wakubwa wanusa moto walirusha PCCB. mpigadili asema si dhambi ajishebedwa Mvutano mpya Loliondo na habari nyingine inasema Lukuvi kakoko kumaliza mgogoro wa ardhi Mtwara. Tukiangalia gazeti la Zanzibar Leo, Majaliwa Tanzania haina njaa na wizara za biashara SMZ, SMT kukutana wiki hii. Magufuli yateua wabunge na balozi, vio vitatu vyakabidhiwa Suza. Tukiangalia gazeti la Daily News na habari inayosema serikali yaanza utaratibu wa kudhibiti kupanda kwa bei za vyakula. Tani milioni 1.5 za mahindi kusambazwa mikoani. Waziri mkuu asisitiza upungufu wa chakula, wakati rais John Pombe Magufuli akiteua wabunge wawili wachambuzi wa siasa wanahisi kufanyika kwa mabadiliko katika baraza la mawaziri. Afrika yaipongeza China katika jitihada zake za kufunga masoko ya pembe za ndovu. Katika gazeti hilo hilo la Benenews, tukianza na habari habari za michezo, kuna habari kubwa inayosema vigogo wa soka kuendelea na mbio za kuwania ubingwa ikiwa ni baada ya mchuano wa kuwania kombe la mapinduzi. TCA na Santi Gubain zangara katika mchuano wa cricket wa mwalimu Nyerere T50, na mafunzo ya under 17 ya soka yavutia vijana 65 kambini. Gazeti la Zanzibar Leo, mapato bado siri. Mapinduzi Cup, Drogba kutimkia Brazil na Luizio aipigia mahesabu Mtibwa. Gazeti la Jamhuri katika ukurasa wa michezo, Azam yaweka rekodi mpya na habari nyingine inasema Real Madrid. Katika gazeti la Tanzania Daima, Yanga Sports Club kuikausha majimaji leo. Mwandishi Uhuru kuzikwa leo Tanga. Striker wa Modeu Simba atolewa kwa mkopo Oman. Lowassa apongeza ushindi wa Simbu na gazeti la Mtanzania, Rwanda Mina kutema magarasa wa Vivu Yanga. Kushuka dimbani kuivaa majimaji leo. Simba yazidi kujiimarisha mbio za ubingwa. Na katika gazeti la Uhuru, Yanga kuivaa majimaji leo. Nape aongoza mamia kuupokea mwili wa Amina. Wadau wa michezo wa mlilia Mourinho, aipatano Liverpool. Gazeti la habari leo, Yanga wa kawaida sana asema kali na Simba yaionya ya Mtibwa Shuga. Gazeti la jambo leo, TFF yaonya wapanga matokeo ligi kuu bara. Mrembo aliyesuswa azoa medali 11 Sri Lanka. Majimaji yapania kuizuia Yanga leo. Gazeti la majira lina habari kubwa inayosema acha maneno weka muziki. Na habari nyingine anasema: pumzika Amina, Guardiola ana nuksi. Tukiangalia gazeti la michezo la Bingwa, lina habari kubwa inasema: ajibu moo ndani ya nyumba, wazidi kuongeza utamu Msimbazi, Simba wakivaa Mtibwa kesho, Msuva Niyonzima waitikisa Songea. Na habari nyingine anasema wapata habari inaendelea ya Msuva ni uzima kutikisa Songea ni kwamba wapata mapokezi ya kufa mtu Rwanda, mina apagawa ahidi kusambaratisha maji maji. Leo gazeti la Bingwa katika ukurasa wake wa nyuma kuna habari kuwa wanasema, mbio za ubingwa za mshangaza Wenga, na onyo, Antonio Conte awatahadharisha nyota wake kuhusu fedha za Wachina, TFF ya China ya wabana wachezaji wa kigeni, Ronaldo aweka rekodi nyingine La Liga. Kwa taarifa hizi basi tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha asubuhi njema kwa leo.